Bwana, karibu katika the Gear. Hii ndio sehemu ambayo wewe, mpenzi wa magari, basi ndio sehemu yako ya kukaa na kutazama show kali kabisa ya magari hapa nchini kwetu. E bwana, leo the Gear nimeandalia mambo kibao kibao kibao, pia tumeenda uh, tumeenda Dubai, tumeingia showroom, tumecheki ma Rolls Royce kibao, na pia nimeandalia story ya Rolls Royce kiujumla, kuanzia mwanzo, aina za Rolls Royce, sifa zake, na tumeenda kabisa kila moja kuiangalia physically na uzuri wake. Hii inaitwa The Gear, vitu kibao kabisa. Kuna segment moja inaitwa AutoTech. Hapa tunazungumzia ufundi. Karibu katika show. Ee bwana, nina stori moja nzito sana ambayo huwa nawahadithia baadhi ya watu ambao mimi uh, nawapenda kwa ajili nao sitaki wakutane na majanga kama ambayo nimewahi kukutana nao mimi. Mimi nishakutana na majanga fulani makubwa sana ambayo sitokaa ni sahau katika masuala haya ya magari kuna. Miaka ya nyuma kulikuwepo na gari moja ya mteja wangu alileta kwa ajili ya kutesti, na ilikuwa ni Range Rover Sports. Uh, ni muda mrefu kidogo zaidi ya miaka kama mitano hivi. Ile gari bwana mimi nilichukua na nikaenda kutesti na alisema kwamba inahitajika kutesti umbali mrefu sana. So wakati na test testi uh, nimeenda nimeenda nimeenda nimefika sehemu uh, uzuri nilikuwa nimempakia mtu. So nimefika sehemu. Nime, gari imekuja tu kawaida inatembea, haina hata tatizo lolote. Mteja tukawa kuna mambo yake, kaelezea kuhusiana na gari, kasema bwana, nabidi utesti umbali mrefu ili iweze kujua tatizo ni nini. Sasa nimefika sehemu gari uh, ikawa kama vile uh, imesimama hivi. Nimesimama nataka kuingia katika barabara kubwa, kuna kama mto fulani umepita pale bwana, kulikopo na sauti fulani ikawa ina, inatoka katika pande za mlango, mlango wa kulia, ikaanza kama vile redio hivi, unaona kama redio imepoteza station, yani inalia upande huu upande huu. Mi nilikuwa nashangaa, nikasema hiki ni kitu gani? Nikasema okay, ngoja niangalie vizuri, nijue hiki ni nini ambacho kinatokea. Ghafla upande wa kulia ukaanza kutoka moshi, upande wa pande za mlango zile, ah, Wakati naendelea kushangaa, ghafla upande wa kushoto kukaanza kutoka moshi kwenye panel za na mlango, naendelea kushangaa, nyuma pia zikaanza kutoka moshi. Ah, ilikuwa ni jambo la la hatari sana kwa, kwangu mimi, maisha yangu na gari pia la mteja. Nikarudi nyuma katika gari kutafuta fire extinguisher, hakuna. Ah, kuja kuangalia basi, okay. fua uangaia nifungue, ah, at least nifungue ile Uh, nifungue battery terminal nitenganishe, at least kama kulikuwa na moto unazunguka, basi moto utastop. Hakuna spana aina yoyote. Ili ni tatizo ambalo lilitokea na moto ukaanza kuwaka. Uzuri kulikopo na, na, na sehemu ambayo kuna michanga, watu wanapita, wanaopita ni bodaboda, hawana fire extinguisher kunisaidia kuzima ule moto. So, ilibidi kuna mtu ambaye alikuwa karibu, alikuwa ananisaidia mimi. Niliweza kufungua zile panels za milango kwa mikono, kuzivuta hivi sehemu za Twitter pale inapokaa na nini, ikawa nafanya hivi. Kwa hiyo nikawa humu ndani nachukua kwanza, mwanzoni nilikuwa napuliza ile, nilikuwa naona kama kuna kitu kimekuwa chekundu, ikawa kila nikipuliza ku expect kwamba itatulia ita ikawa inazidi kupata frame ile ya moto, so, moto kaanza kutokea. So, nikawa nafungua zile panel kwa mikono na mtu anakuja anamwagia michanga. Ibidi kuna waya nizikate kwa mikono ah, paka nikawa naungua mikono, nikafikiria nika haraka haraka haraka nikaenda mbele nikachukua jiwe nikaanza kupiga ile terminal ya gari kupiga terminal ya gari baadaye terminal ile pale ah, ikatoka, kwa hiyo ule moto ukawa hauwezi kuendelea, na ulikuwa ujashika sana na mchanga ulisaidia so, stori ya leo inatufundisha kwamba kuna tatizo la moto, ndo sababu kubwa leo kuandalia show hii ya The Gear. Leo nazungumzia kuhusiana na majanga ya moto katika gari, tunaanza kama ifuatavyo. Sababu ya kwanza inaweza kusababisha moto katika gari yako ni kitu kinachoitwa factory default Uh, factor default bwana, inawezekana katika utengenezaji wa gari kukawa na makosa ambayo yanapelekea gari zile kuweza kuungua pale ambapo zinakuwa zinatumika aidha katika safari ndefu ama katika safari fupi, lakini uh, makosa yaliyotumika wakati wa utengenezaji wa gari unaweza kusababisha kuungua kwa gari. Uh, vitu vingine ambavyo vinaweza kusababisha gari kuungua ni baadhi ya vi, uh, chemicals ama vitu mbalimbali vinavyowekwa ndani ya gari. Tumeona hivi karibuni kuna Tesla imeripuka Marekani ambapo sababu zipo tofauti tofauti, lakini uh, ilionekana kulikwepo na aina fulani ya kemikali ambazo zilikwepo ndani ya gari ambazo zimesababisha pia swala la moto. Gari zinazoungua sio tu za petroli bali hata za diesel na sio tu za diesel bali hata hizi za sasa za umeme aa, Kuna sababu nyingine ambapo aa, hii ni sababu kubwa sana au ndio sababu namba moja inayosababisha magari kuungua, swala zima la umeme wa gari. Umeme wa gari ndo inachangia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kufanya gari iungue. Umeme, inawezekana kwamba waya zilizopo ndani ya gari zinaweza zikawa zenyewe kwa hali yoyote, labda joto limekuwa kali, z zikawa zenyewe tu zile kava ka, ka, za nje, yani zile kava za waya zime zimechubuka sana, kwa hiyo zikawa zinaanza kukutana na kusababisha shoti na mpaka kusababisha moto. Inawezekana fundi amefanya wiring akakosea akaweza kusababisha moto katika gari. Kukosea kwamba amepitisha waya tofauti sehemu ambapo labda ilipaswa kupelekwa umeme saizi fulani ikapelekwa saizi fulani, na hiyo inaweza kusababisha kwa asilimia kubwa sana moto katika gari. Leakage za mafuta pale ambapo kuna kopo na leakage mbalimbali za mafuta, sio tu mafuta kama diesel na petroli, hata engine oil inaweza kusababisha a, moto katika gari. Coolant pia. Yes, coolant inaonekana ni ya kupoza tu lakini pia coolant inaweza kawa moja kati ya kisababishi kikuu cha moto katika gari. Aa, kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha moto kwake katika gari ni baadhi ya vifaa kuharibika. Kwa mfano, alternator inaweza kawa imeharibika na kufanya ikawa ina, ina overcharge inavyo overcharge maana yake inapeleka moto zaidi katika betri na betri inaweza kalipuka na kusababisha moto katika gari. Aa, sababu zipo nyingi sana zinaweza kusababisha moto katika gari ambazo sababu nyingi zinaweza kuepukika pale ambapo utakuwa na u ule, uh, yale mazoea ya kukagua mara kwa mara gari lako na kuweza kureplace uh, vitu vibovu ambavyo vinahitajika kubadilishwa kwa muda sahihi au kuweza kufanya uh, kwa mfano kuna leakage ya mafuta, leakage ya maji, leakage ya uh, ya oil. Unaweza ku replace uh, seal tofauti tofauti kuweza kusababisha uh, moto siweze kutokea. Kuna kitu kinaitwa masega ama catalytic converter te uh, masega bwana, uh, ni kitu ambacho kimezoeleka sana lakini, katika gari uh, exhaust inapoziba inaweza kusababisha kuwepo na mkusanyiko mkubwa wa joto kali, ambapo kama kutakuwepo na plastiki yoyote jirani inaweza ikashika moto ama kutengeza frame ya moto na kusababisha kuungua kabisa kwa gari lote. Saa nyingine kupita katika nyasi kavu sana. Yes, gari imetoka safari ndefu, imepita katika nyasi ama imekusanya nyasi, nyasi zimekaa sehemu zime, zimejikusanya katika kitu ambacho kinazunguka katika umbali mrefu, unakuta tu katika kuzunguka zunguka zunguka, mwisho wa siku moto unatokea. Vifaa mwanzoni, nilisema vifaa kutokubadilishwa, nilisahau kitu kinachoitwa oil cooler. Oil cooler ni kifaa ambacho kinasababisha moto kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu kazi yake kubwa ni kupoza ama kupunguza joto katika engine, pamoja na gearbox, ama katika baadhi ya vifaa katika gari so oil cooler inapokuwa ifanyi kazi ipasavyo inaweza kusababisha gari kuwaka moto so, pale mwanzo niliwapa stori ya mimi kupata majanga ya moto, sikuwapa matokeo ya ule moto ulikuwa ni nini. Matokeo ni kama ifuatavyo. Baada ya kufika workshop na kufungua ile gari kukagua, ilionekana katika ile gari upande wa panel, yani zile door panel, kuna vitu kama resistor, ukishai kufungua pasi Uh, katika pasi kuna ile kitu ambacho uh, plagi ya pasi ndani yake kuna kama hivi kuna kama fyuzi. Sasa katika ule mlango kuna vifyuzi vimepangana kama vinne. Gari ile ilikuwa inakutu sana, kupelekea kwamba uh, zile fyuzi zilikuwa zinasababisha moto sizunguke pasavyo na kusababisha kuzuia uh, uh, yani kufanya resistance ya umeme na kusababisha moto kutokea. Yani umeme ulikuwa upiti ipasavyo na kusababisha resistance kubwa ya umeme na moto kutokea. Hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa ya mimi kupata majanga. Unaweza kuingia Instagram page yangu 255 Jeri ukaweza kushare na wewe. Je, moto usha kutokea kwenye gari? Na je, ni kitu gani ambacho kilisababisha moto kutokea katika gari lako? Unaitwa Jerry ama 255 Jerry Ndinga ebwana, leo tunazungumzia kuhusiana na Rolls-Royce, gari ambayo sio ngeni masikioni mwako, na ukisikia basi kuna imeji fulani kabisa unaipata. Kabla hatujafikia kuweza kuiona gari hii na uzuri wake, lazima turudi nyuma na tuweze kuangalia ilikuaje, nini kilichofanya mpaka leo hii tunaziona gari hizi kwamba gari nzuri na gari expensive sana. Kuna jamaa anaitwa Henry Rolls sasa kabla hatujamwongelea vizuri Henry Rose, kuna jamaa mwingine pia alikuwa anaitwa Charles Stuart Rose. Hapo tunazungumzia miaka 1977 jamaa alizaliwa London, alisoma na akamaliza elimu yake ya awali, pia akaamua kwenda chuo kikuu cha Trinity kilichopo Cambridge, na alikuwa ni moja kati ya wa wanafunzi wa awali kabisa kumiliki gari. Yani, pamoja na kwamba ni mwanafunzi lakini alikuwa ni mwanafunzi wa awali kabisa kumiliki gari akiwa na miaka kumi na nane. Akamaliza chuo. Baada ya kumaliza chuo, akajiunga na kampuni ya kujenga reli, akajiunga na kampuni za kutengeza uh, vitu mbalimbali mbali. Pamoja na kufanya kazi katika viwanda yeye, yeah, yeah, binafsi alikuwa anapenda sana kutengeneza magari. Sasa uh, mwaka elfu moja mia tisa na tatu, kwa msaada wa baba yake wakaamua kufungua kampuni uh, Uh, inayoitwa CS Rolls and Company London. Hapo sasa bwana, uh, baba yake alitia mpunga kidogo, lakini kampuni ile haikuwa ya kutengeneza Rolls Royce kama watu wengi ambao mnafikiria. Ile kampuni ilikuwa kazi yake ni kuagiza ama kuimport magari kutoka uh, nchi mbalimbali mbali, ambapo walikuwa kazi yao kuzinunua na kuziuza, kuzinunua na kuziuza. Biashara ilikuwa poa sana kwa sababu uhitaji ulikuwa mkubwa, kwa pesa zikaanza kuingia uh, pesa kuingia kila mtu ana matumizi yake bwana. Jamaa alikuwa anatumia pesa zake katika ubunifu wa vitu mbalimbali, utengenezaji wa vitu mbalimbali, mambo ya race za magari na kila kitu. So, mwaka elfu moja mia tisa na tatu, uh, Rose akafanikiwa kutengeneza gari yake ya kwanza huyu jamaa alikuwa anaitwa Henry Edmund. Sasa Henry Edmund akaona hili jambo ni zuri sana basi, akamuita Rose na yule Rose Aa, akawakutanisha katika kikao bwana, tunafanyaje tufanye jambo hapa. Kulikuwa na changamoto kwa sababu kwanza hawa watu wawili walikuwa wana utofauti, mmoja alikuwa ni fundi, mwingine alikuwa ni mtu ambaye aa, kama vile wakishua na umri tofauti. Yule mmoja alikuwa na hela, lakini alikuwa ni mtu mzima. Huyu mmoja alikuwa ni mdogo, lakini alikuwa anapenda sana kazi yake ya ufundi. So jamaa wakaja wakaungana, wote watatu wakafomu kiwanda na wakaanzisha guys, Rolls-Royce kulikuwa na changamoto kwa sababu moja alikuwa anapenda gari za 3 cylinder pamoja na 4 cylinder, mwingine alikuwa anapenda 2 cylinder. Henry Edmund akawaita akamwambia, bwana sikilizeni hapa, tutoe bonge moja la kitu ambapo watu wengi watakifurahia. Basi watu wakakaa chini wakafikiria nini wafanye, na wakafanya kweli mwaka 1906 wakatoa kitu kimoja cha six cylinder gari ambayo ilifanya vizuri sana sokoni, na ndo mwanzo wa Rolls Royce kuanza kujulikana. Miaka michache baadaye Rolls bana akawa iko uh, interested bado na masuala yake ya ndege, yeye akawa anaendelea na masuala ya ndege, ana, anatamani kutengeneza ndege, na baada ya kujaribu kufanya vile alifanikiwa na aliweka historia kubwa kidogo kwa kuanza kutengeneza ndege ambayo imeanza kuruka, lakini kwa bahati mbaya alipata ajali ikalipuka, na alikuwa ndo mtu wa kwanza kufariki katika ajali ya ndege. Basi Henry Edmund akaendelea na Rose wakaendelea kutengeneza baadhi ya matoleo mengine na kufanya yawe na ubunifu mkubwa sana na kupendwa sana katika mauzo ya magari duniani. Na Henry naye alikuwa na changamoto kubwa ya kiafya, kwa sababu alikuwa anafanya kazi sana muda mwingi sana na alikuwa hata apati muda wa kula na alishe ilikuwa tabu sana, afya yake ikawa dhoofu, lakini alikuwa anaendelea kufanya kazi, wakaendelea kutoa matoleo mbalimbali mbali, na haya ni baadhi ya matoleo ya Rolls-Royce. Lengo la kutengenezwa kampuni ya Rolls-Royce bwana ilikuwa ni kutengeneza gari yenye ubora zaidi duniani, gari yenye alama ya heshima, utajiri na teknolojia isiyo na kifani. Rolls-Royce Phantom, hii ni malkia wa magari. Rolls-Royce Phantom imekuwa ikitengenezwa tangu mwaka 1925. Sifa kuu inafahamika kwamba injini yake ina V12 ya nguvu na ukimya wa hali ya juu ukiwa nje na ndani ya gari. Ina teknolojia ya kisasa kama mfumo wa radar, headlight, satellite na automatic transmission Imetengenezwa kwa mikono kwa asilimia kubwa. Kila unaoiona basi, kila moja ina upekee kwake, kwa sababu haziwezi kutoka kwa kwamba zote zinafanana. Kila moja ni ile ambayo mtu anakuwa amesema anahitaji afanyiwe nini ili kiweze kutengenezwa, yani ni special kwa ajili ya mtu fulani, special edition kwa mtu fulani. So wewe kama unahitaji Phantom, ujue kabisa basi unahitajika kuwa na specification zako ili na wewe utengenezewe ya kwako, sio ya mtu fulani. Tazama kama hii ni Phantom Series 2 iliyotengenezwa mwaka 2022. Rolls-Royce Ghost. Ni ndogo zaidi kulinganisha na Phantom lakini bado ni gari ya kifahari inayotengenezwa kwa kiwango vya Rolls-Royce. Sifa kuu ya Rolls-Royce Ghost bwana, ina injini ya V12 yenye turbo mbili inayotoa mchanganyiko wa nguvu na ukimya, yaani imagine turbo mbili ina nguvu V12, lakini bado ni kimya. Tofauti ya Rolls-Royce Ghost na Phantom ni kwamba hii imetengenezwa special kwa ajili ya watu kuendesha wenyewe. Uh, Phantom ilitengenezwa kwa ajili ya watu kuendeshwa, yani wale maboss wanaokaa nyuma, viongozi mbalimbali, watu ambao wanahitaji kuendeshwa wanakaa nyuma, lakini hii ni ndogo ndogo kwa ajili ya mtu kuendesha wewe mwenyewe ambapo nguvu ya gari ipo kama kawaida, lakini ina suspension system zinazosababisha wewe hata ukiingia kwenye mashimo na umeweka glass pale juu za wine, basi haziwezi kumwagika. Yaani, suspension system iliyotumia technology inayoitwa planar suspension system inakuhakikishia safari yako kuwa very smooth. Rolls-Royce Wraith gari la coupe lakini lenye muonekano wa kimichezo, lakini bado linaleta radha ya ubosi, yani ya kifahari. Sifa kuu cool, limeundwa kwa ajili ya wanaopenda mwendo zaidi kasi yani wale wanaopenda spidispidi wale ambao wa spidi 120 ina uwezo wa kasi ya juu zaidi ya kilomita 250 kwa saa lina mwonekano wa kipekee pala ndani lenye wingu la starlight headline pia ina uwezo mkubwa na nafasi ya mteja kubadilisha mwenyewe rangi vifaa vyote vya ndani kama rangi hii hajakupendeza basi utaweka hile wale wasiopenda nyekundu wataweka bluu basi ndani muonekano ote utabadilika. Rolls down down ni gari la convertible linaloweza kuleta hisia na uhuru wa starehe paa lake lina uwezo wa kufunguka au kufungwa kwa sekunde 22 tu ukiwa kwenye mwendo wa kasi wa kilomita 50 kwa saa. Imagine wewe unakimbiza mara, ghafla umeona mawingu manyunyu kidogo, una uwezo kubonyeza button tu pap, kitu kikafunga ndani ya sekunde 22. Ni mojawapo ya magari convertible tulivu zaidi duniani. Down inajulikana kwa muundo wake wa kuvutia na nafasi ya ndani inayoleta raha ya juu. Seat leather zake ni kali sana pale, ambapo unaendesha gari ukiwa kwa nje, mtu anapita tu, unaweza kuona jinsi gani leather zake zilivyokuwa nakshi na zinavyoleta mvuto sana katika gari hii. Rolls-Royce Cullinan. Hii kama unaijua bwana, ndo hiyo yenyewe enyewe. Hiyo inaitwa Cullinan, ni SUV ya kwanza kabisa kutengenezwa na kampuni ya Rolls-Royce. Na ni moja kati ya magari ya kifahari zaidi duniani. Sifa kuu ya gari hii bwana, inafaa kwa barabara zote, hata hapa Afrika zimepata soko kubwa, kwa sababu ni gari ina uwezo wa kuhimili barabara mbovu na ina uwezo wa kufanya vizuri pia ikiwa katika lami, unaweza kwenda nao mpaka mbuga za wanyama, yes. Tujaribu siku moja twende na gari yetu mbuga za wanyama. Rolls-Royce Cullinan ina uwezo wa kipekee wa four wheel engine yenye V12 yenye nguvu hatari. Sehemu ya ndani ni kifahari kweli kweli, ukitazama viti vyake vya ngozi, friji ndogo, teknolojia ya kisasa, roof yake na vitu kibao. Sasa bwana, miaka ya nyuma, maana yake gari zilikuwa zimeanza wao, Rolls-Royce nao wakaingia wakaamua kuwapoteza wote kwa kuingiza magari yao ya kifahari ya kisasa na model mbalimbali. Sasa hivi wao wako juu. Basi kuna mfumo mpya umekuja wa umeme, nao wameanza kusema, okay, sisi ndio wale wale namba moja, ngoja tuanze kuwanyoosha bana. Akaja na chuma kimoja kinaitwa e, hiki chuma ni cha umeme, na hii inaonekana kama ndo mwonekano wao wa baadaye wa kampuni hii. Yani wanataka kubadilisha mwonekano kabisa katika bunifu wa magari yote ya kifahari ya Rolls-Royce katika mfumo wa umeme. Rolls-Royce ni gari nzuri sana, sio siri, ni gari za kifahari, gari comfortable, na ni gari nzuri ambazo zimetengeza heshima kwa miaka mingi sana. Nimewapa historia, nimeonyesha, lakini ngoja twende kabisa showroom tukazione physically moja baada ya nyingine katika uzuri wa magari uh, Dunia ina magari mazuri mengi sana, cha msingi ni kutafuta pesa. So leo nipo ni katika showroom na kuangalia baadhi ya magari na uzuri wake. Unajua, unaweza ukawa na hisi kwamba uh, magari tuliozoea kuyaona ndio magari pekee ambayo yanapatikana, lakini ukitembea nchi mbalimbali utashuhudia kuna magari mengi sana. Ukitazama hapa kuna hii Rolls Royce. Kwanza ukiangalia rangi yake Uh, ni unique color. Rangi ambazo ni unique kwa maana ya kwamba si rangi ambazo zimezoeleka kwenye magari mengi sana. Hapa katika bonnet unaona rangi kama ya silver ile ambayo inakuja na chuma, yani ile chuma la gari ukilikuwa ruza kabisa, unapata ile rangi ambayo ya silver ambayo inakwepo hapa juu kama vile ni ile ambayo ni original iliyokuja na bodi la gari, na upande huu kuna rangi ambayo imepigwa ambayo to be honest, hapa yenyewe kuna kama rangi mbili za tofauti na line fulani ambayo ni ndefu sana. Story ya hii line bwana, inasemekana kwamba kuna mtu ambaye huwa ndo anachora line hizi. Inasemekana ni mtu ambaye anachora kwa mkono wake. Ni artist ambaye ni yeye peke yake anatumikaga kuchora line hizi. Sasa sijui kama haya mambo ni ya ukweli ama ni masuala ya kudanganyana, lakini moja kati ya video ambazo nimewahi kushuhudia zikielezea kwamba hii ikiwepo uh, inachora okay. Uh, tumezoea kuona Rolls-Royce zikiwa zina roof ina kama vinyotanyota lakini hatuje kuona Rolls-Royce ambazo zimekatwa juu, yani open roof Rolls-Royce. Basi hapa tuko nazo mbili ambazo zote zimekatwa juu, yani open roof Rolls-Royce ambazo pia unaweza ukaita convertible roof zinafunguka na kufunga. Uh, ni gari nzuri sana. Hapa kuna moja ina rangi kama ya ya reddish na kuna moja ina rangi kama pearl white. Rangi gari mbili ambazo za kibabe sana ambazo ninadro kukutana nazo mtaani kikawaida. Bentley ni kampuni ambayo nayo inatengeneza magari ya kifahari sana. Upande huu kuna Bentley mbili kali sana zimesimama sana sana sana. Aa, uh, kitu ambacho nimependa katika hii Bentley ukitazama hata katika taa yake sogea, hivi ukitazama katika taa yake, katikati ya taa kabisa kuna jina ambalo limeandikwa Bentley. Hapa tuko na Rolls Royce nyingine uh, ambapo Rolls Royce hizi ni Cullinan, ziko kama tatu ambazo zimepanga line same moja. Umeona, kuna hii ya kwanza, kuna ya pili na kuna ya tatu, ambazo zote zimepanga line same moja. Sasa kuna wale ambao wanaitana team nini team nini, tukutane same fulani kwa ajili ya ku cruise, basi hao mabwana wanaweza wakakutana pamoja kwa ajili ya kuja kukuzi na wakatisha sana. Hawa wote ni timu Rolls-Royce. Tumezoea kuona hii engo ya Rolls-Royce inakuwa imepanda kidogo, lakini muundo mpya wa Rolls-Royce umekuja kuifunika kidogo hii engo ya mbele na kufanya gari hii iliyo na mwonekano tofauti kabisa. Ukitazama hii list ya Rolls-Royce zilizokaa upande huu basi zote zimekuja na mfumo wa kama vile upande wa taa umekuja kupunguzwa kidogo ukitofautisha na Rolls Royce nyingine kama Cullinan, ama Phantom, ama nyingine. Tazama hii Rolls Royce ambayo boneti yake imekuwa tofauti na zile nyingine ambazo boneti yake inaishia hapa hii band, yani hii fenda ya pembeni imeunganika pamoja na, na show grili ya taa ambapo Rolls Royce Uh, imeleta mfumo wa tofauti kwamba bonet inajitegemea peke yake, lakini hii fenda na, na, na, na, na nini na shogri imekuwa imeunganika. Una, uh, kitu ambacho naelezea ni kwamba wa kawaida bonet inakatikaga upande huu, lakini bonet imekuja upande huu, ukilinganisha na hii ambayo boneti yake imekuja upande wa huku. Uf. Juma kwa kwenda mbele, hii ni gari gani hii? Oh, hii ni Rolls-Royce, lakini yenyewe nayo imekuja kitofauti kabisa. Ukitazama taa zake kwa ndani jinsi zilivyokaa, uh, imekuwa zimejulikana kwamba taa hizi nyingi zinakuwa square, lakini taa hii ya Rolls-Royce imekuwa na mfumo wa tofauti na wa kipekee. Kama umefurahia basi kipindi hiki, unaweza kwenda Instagram na ukadrop komenti yako 255 Jeri. Shukran kwa direkta Zosa kwa kuweza kufanya mambo yawe marahisi kabisa katika show yetu ya The Gia. Shukran sana kwa wewe uliotazama show yetu ya leo. Naitwa Jeri ama 255 Jeri. Shukran kwa production team yote ya Jeri Spea na watu wote walishiriki katika show yetu ya The Gia.